kwa hiyo Manara kakaangu, usihangaike ukazalilika huko ukazalilishwa na wanawake jamani, wa mastaa hao. Mi nipo, Manara uhaji Manara ukipata hii. Mi Manara hii nipo, nakupenda na kutaka. Manara mi si wa gharama, oh oh, kijora tu cha elfu sita kinanitosha. Mi najua kupika, najua kumhudumia mume, najua kulea watoto, najua majukumu yote kama mke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 nakupenda nakutaka njoo kwangu hmm? njoo kwangu Nistiri, ni stiri tustiriane njoo nioe manara mi nakutaka sina gharama mie. mie sina gharama sive nguo ya milioni tano. Ah, ah, wewe tu mwenyewe hata ukinambia kijora cha elfu sita naende shughulini mi hakinikeri hmm? mapenzi tu basi ushanipa mapenzi ya kweli basi tukisikizana tukielewana hmm?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 nakuomba kwa hisani yako, mm? Njoo kwangu tustiriane, njoo kwangu, mi nitakuvumilia, tutaishi, utanivumilia, tutavumiliana. Mi tukigombana situanika mitandaoni, kwa sababu mimi sina hayo mambo. So stara, najua heshima ya mume najua, mila na desturi so Yaani, kiufupi naelewa kwa yani, naelewa yani Uislamu pia anaujua, najua yani dhambi nzuri na baya ni lipi. Kwa hiyo Haji Manara, njoo tujenge familia ile uko bora, njoo tuzae watoto wazuri. Hmm? Mimi si mzuri wa sifa lakini si mbaya wa kashfa. Na kutaka mimi, Manara kaka wangu, njoo tunistiri, tustiriane. Yani. Usikae huko na hao, mara leo huyu, mara leo sta huyu, mara leo moda huyu, moda huyu, mimi najiheshimu, mimi najistiri, mimi najielewa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 Yes, mwana sawasawa digital, mambo yamezidi kuwa ni mengi hasa katika mitandao ya kijamii. Kuna baadhi ya watu wanatamani kupata ndoa, lakini kuna baadhi ya watu pia wanapitia katika eh, mikasa tofa, tofauti tofauti ambayo wanashindwa kuitatua, lakini pia kuna baadhi ya watu wanatafuta wapenzi, lakini kuna watu ambao wanatafutwa na wapenzi, yaani mpenzi mwenye mwenyewe anakutafuta mwenyewe. Sasa hii imetokea mara baada ya binti mmoja kutokea huko eh, visiwani Pemba Zanzibar, eh, kuweza kupost video clip yake akiwa ya akimtaka ya ya ya ya ya Manara. Sasa eh, hiyo video clip I think umeisikia hapo, nimesha kuwekea umeisikiliza mwanzo mwisho, lakini pia jibu gani ambalo ameweza kulitoa Bugatti au Manara mwenyewe. Sasa post yake alipost kwanza ile post ya huyo binti na kusema kwamba bahati mbaya sana mimi huwa mwisho, eh, mimi huwa wa mwisho kuona hivi vitu mitandaoni, labda majukumu yanakuwa mengi. Nimekusikia dada na ninashukuru kwa hilo, ila bado, uh, ila bado bad luck eh, kwa sasa nimebanwa mno na majukumu ya kikazi na biashara ambazo zitanifanya niwe nje kwa muda mrefu kidogo. Ila nakuombea dua Insha'Allah, utapata mume bora kunizidi hata mimi. Mume atakayekupenda na mtakayeishi kwa stara ila Pemba kumenoga bwana na, eh, na, na, na kuna vyuma vyenye adhabu na adabu na hisani na wanawake walioelewa kimaadili na waliofundwa masha Allah. Ya bwana akamalizia kwa kusema kwamba nikuhakikishie soon utapata bugati wako atakayekuwa na kheri na wewe na, na ndugu zangu eh, na ndugu zangu wote mtakaosoma ujumbe huu naomba tuseme amin eh, kwa shosti wa Kipemba ya bwana. Shosti wa Kipemba ameweza kufunguka mengi sana ya bwana kuwekea hapa tena hii clip ya huyu binti uweze kuisikiliza vizuri mwanzo mwisho, mara baada ya kuweza kupost na kumtaka Manara, we mpenzi wake kwa sasa hivi. Sisi kama Sawasawa Digital sawa, tunakwambia habari kiganjani mwako. Manara, njoo kwangu, njoo Pemba, mara hii badilisha upepo, kwani hao wanani na si tuna nini? Jamani, mbona wanawake wenye mapenzi tupo, mm? hao wana mbili si tuna moja? Jamani nyama ndo ile, ile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 Nakupenda, nakutaka, njoo kwangu mm? njoo kwangu, ni stiri, tustiriane, njoo nioe Manara, mi nakutaka, sina gharama mie, mie sina gharama sive ya milioni tano ah, wewe tu mwenyewe. Hata ukiniambia kijora cha elfu sita mimi hakinikeri nende mm? Kikubwa mapenzi tu basi, ushanipa mapenzi ya kweli basi, tukisikizana tukielewana mm? Meelewano tu. Mimi nataka mwanamume mwenye upendo. Kwa hiyo, Manara kakaangu, mimi nipo binasrini mtoto wa Kipemba. Nakutaka njoo kwangu. Manara nakutaka njoo kwangu. Ukiona hii video jamani, atake iona hii video imfikie Haji Manara, huu jumba Haji Manara. Mimi namtaka Haji Manara aje kwangu. Mimi ni single maza, sina mpenzi, sina mume, sina baby, sina hani. Kwa hiyo, Haji Manara kakaangu